Mwandishi Robert Louis Stevenson aliwahi kusema, mapema au baadaye, kila mtu anaketi kwenye karamu ya matokeo ya matendo yake. Sasa, ngoja ni kuambie mpendwa, Warumi sura ya moja inatupa maelezo ya wazi kabisa kuhusu baadhi ya matokeo hayo yanavyokuwa pale unapokataa neno la Mungu na muumba Mungu. Paulo atafungua meza hii ya karamu hapa na orodha ya dhambi. Hivi ndivyo kinachotokea pale Mungu anapokataliwa. Sasa, katika kifungu kilichotangulia ambacho tayari tumekishughulikia kwenye safari yetu ya hekima, mistari ya 18 hadi 21 Tumeambiwa kwamba kila mwanadamu duniani ambaye amefikia kiwango fulani cha ukomavu anajua kwamba Mungu yupo. Wao wanajua kwa ndani kabisa kwamba kuna Mungu na wanaweza kujua hilo kwa kuangalia tu ugumu, mpangilio na uzuri wa uumbaji. Na pia wana ile sauti ya dhamira ndani yao inayowaambia kwamba kuna kitu cha dhambi ndani ya mioyo yao. Sasa tatizo ni kwamba wanadamu wasiookoka wanakataa kumheshimu Mungu. Hawataki kumshukuru kwa uumbaji wake, hivyo wanajaribu kuzuia ukweli kuhusu kuwepo kwake. Kimsingi wanamwambia Mungu, tunachagua dhambi zetu badala yako, Mungu uliye mkuu. Tunataka kunyamazisha dhamira zetu. Tunataka wewe, Mungu, utuache kabisa. Kwa hiyo Mungu anawapa wanachokitaka mara tatu hapa katika mistari ya ishirini na nne ishirini na sita na ishirini na nane tunasoma maneno haya ya kutisha: Mungu aliwaacha, Mungu aliwaacha, Mungu aliwaacha. Sasa unahitaji kuelewa kwamba wanadamu wanamwacha Mungu kabla Mungu hajawaacha wao. Mtume Paulo tayari ameshafafanua hilo. Wanadamu wanamwasi Mungu na maarifa yake. Wanadamu wanazima ukweli kuhusu Mungu muumba. Wanadamu wanakiuka dhamiri yao ya ndani inayowaambia waache kutenda dhambi. Na nini kinatokea? Basi Mungu anawaacha waendelee na kuharibu maisha yao kabisa katika uasherati wanapoacha mpangilio wa uumbaji wa Mungu. Sasa, ina maana gani hapa Mungu kuwapa waende basi? Neno la Kigiriki linalotumika hapa mara nyingi lilitumika katika muktadha wa kisheria, kumaanisha kumkabidhi mtu ili apate adhabu ya makosa yake. Paulo anapoandika hapa katika Warumi sura ya moja mstari wa ishirini na nne kwa hiyo Mungu aliwaacha waende anaelezea kitendo cha hakimu mwenye haki anayewakabidhi kana kwamba ili wapate adhabu ili wapate malipo ya makosa yao matendo yao unaona Mungu alipoiumba ulimwengu na ufalme wa wanyama na jamii ya wanadamu aliweka sheria za maadili na za kimwili Kuzitii kunaleta uzima; kuzivunja kunaleta maangamizi. Kwa maneno mengine, unaweza kuchagua kupuuza sheria ya mvutano wa dunia, lakini ukiruka kutoka kwenye mwamba huo utavunjika mguu au hata zaidi. Jinsi unavyoitikia sheria hiyo ya mvutano wa dunia haitaibadilisha sheria yenyewe, lakini hakika inaweza kukubadilisha wewe. Fikiria unaendesha gari lako kwenye barabara yenye milima na kona nyingi, halafu unaona kibao kinasema, punguza mwendo, kuna kona hatari mbele. Sasa unaweza kuasi dhidi ya kibao hicho na kuongeza mwendo, basi, nitaonyesha hicho kibao, nani anayeamua maisha yangu? Lakini ukaidi wako hautabadilisha ukweli. Kwa kuongeza mwendo utapata madhara yake. Kwa hiyo watu wanaposema unajua, nitamwonyesha Mungu. Nitavunja alama zake. Nitapuuza dhamira yangu niliyopewa na Mungu. Sitaki kuwa na uhusiano wowote na vizuizi vya Mungu au mipaka yake ya maadili. Sasa Mungu anafanya nini? Basi Mungu anawapa wanachotaka. Wao wanapata madhara ya kuvunja sheria zake. Sasa mstari wa ishirini na nne ndipo Paulo anaelezea karamu hii ya matokeo. Anaandika, Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waingie katika uchafu, wakavunjiana heshima miili yao wao kwa wao. Sasa wapendwa, msikose kuona mfululizo huu. Hapa unaanza kwa kumvunjia Mungu heshima, halafu unajivunjia heshima mwenyewe. Kwa hiyo kile kinachoanza kama uasi moyoni dhidi ya Mungu mwishowe kinahusisha uharibifu wa mwili wako. Inaweza kuwa e, matumizi mabaya ya dawa za kulevya. Inaweza kuwa matumizi mabaya ya pombe. Inaweza kuwa ponografia. Inaweza kuwa aina nyingine za uasherati na magonjwa yanayotokana na hayo. Kile ambacho Paulo anasema hapa kwa ufanisi ni kwamba wewe kama kama hutamtafuta Mungu utatamani kitu kingine. Kama hutahisi njaa na kiu ya haki, utahisi njaa na kiu ya kitu kingine. Utaanza kujidanganya mwenyewe, a, a, hiki kitanitosheleza. Hapana, ni kama kunywa maji ya chumvi. Unakunywa na bado una kiu, hivyo unakunywa tena, na yale maji ya chumvi yanaanza kukuangamiza kutoka ndani kwenda nje. Hiyo ni furaha ya dhambi, ina hilo, inaahidi u kwamba itatosheleza kiu yako, lakini haitoi kile inachoahidi hairidhishi. Mojawapo ya kumbukumbu zangu za utotoni ilikuwa nilipokuwa na umri wa miaka minne hivi. Bado ninaweza kuwazia lile bafu dogo la ghorofani nyumbani kwetu nilikokulia Lo, kaka yangu mkubwa ambaye alikuwa ametoka kitandani, alipanda juu ya kaunta hiyo ya bafu, huku kila mtu akiwa amelala. Alifungua kabati la dawa na akatoa chupa mpya kabisa ya aspirini ya watoto, ile aina waliokuwa wanatengeneza zamani, ambayo ilikuwa na ladha kama pipi ya machungwa. Na na hiyo ilikuwa pia kabla hawajavumbua vifuniko visivyoweza kufumbuliwa na watoto. Sasa kaka yangu alikuwa na umri wa kama miaka mitano na nusu, na alinifanya nami niamke na nikaingia pale, na nilifurahia jambo hilo. Yeye aligawanya vilivyomo na tukasimama pale katika nguo zetu za kulalia na tukala kila. Mwisho wao tulifikiri tungeingia kwenye bakuli la peremende. Naam, tulirudi kitandani na kulala. Bibi yangu ambaye alikuwa amelala nyumbani kwetu usiku ule aliamka na kutumia bafuni na aliona chupa tupu ikiwa juu ya kaunta na akajua ni nini hasa kilichotokea. Kitu kingine ninachokikumbuka na bado nakikumbuka hadi leo ni kulala juu ya kaunta baridi katika chumba cha dharura hospitalini pembeni ya kaka yangu, yule muuzaji wa dawa za kulevya na matumbo yetu yalikuwa yanachujwa. Nakumbuka nilikuwa na hofu kubwa na maumivu makali sana. Sasa ingeweza kuwa janga. Hatujui, lakini lakini maisha yetu madogo yalikuwa hatarini kabisa. Tulichofikiri ni peremende zingeweza kutua. Vema, labda uko katika mchakato sasa hivi wa kumezwa na dhambi fulani ya ngono. Ni ni kama pipi kwako. Kwa sasa inaonekana ni nzuri, inaonekana sawa, inapongezwa katika jamii. Watu wanaokuzunguka wanathibitisha maamuzi yako. Naam, mimi niko hapa kuingilia kati, na inaweza kuwa chungu kusikia haya, lakini shughuli hiyo ya dhambi itakulagai na kukudanganya; hatimaye itaharibu maisha yako. Usiwe kama wale ambao Mungu amewaacha waanguke zaidi na zaidi katika upotovu. Sasa ndiyo wakati wa kutubu dhambi zako, kuziacha na kufuata mwongozo wa neno la Mungu. Paulo anatueleza hapa katika mstari wa 25 kwamba wanadamu waasi wametumia ukweli kuhusu Mungu kwa uongo. Sasa unaweza kusema kwamba eh, wamebadilisha ukweli na uongo. Bila shaka hii inaenda mpaka kwenye bustani ya Edeni ambako ambapo Shetani alinong'ona kwamba, lala kwenye sikio la Hawa, Mungu hakusema hivyo mi, mkila matunda haya hamtakufa. Naam, uongo wa kwanza wa Shetani kwa wanadamu ulikataa mamlaka na usahihi wa neno la Mungu. Na nawacha niwaambie yeye, bado anafanya jambo lile lile leo, anakudanganya Ulimwengu huu wa kale unakudanganya, unaponong'ona, unajua Mungu hakusema hivyo kwa kweli, ninamaanisha Biblia haimaanishi inavyoonekana kusema. Ah, na kwa njia, watu wema hawakubaliani na Biblia. Sisi ni sisi ni wa kisasa zaidi sasa. Uh, uh, Biblia ni unajua, ni masalio ya zamani. Unajua, uongo utakufanya nini? Ikazima mwanga, itakuacha uishi gizani, na Mungu atakuacha kwenye meza ya karamu ya matokeo unakotamani kuketi. Sasa hebu nirudie onyo ambalo Paulo anatoa hapa. Kwa maneno mengine, kumwacha Mungu ni kuacho na rehema zake. Kumwacha Mungu ni kuacha tumaini, ni kuacha msamaha na neema. Sasa Mungu atakusamehe. Hakuna dhambi hata moja ambayo hataisamehe. Kwa kweli, Yesu alikufa kwa ajili ya kila dhambi ambayo wewe na mimi tutawahi kufanya, lakini ukimkataa, basi huna mtu wa kukusamehe, huna mtu wa kukupa maana ya maisha yako, huna mtu wa kuwasha mwanga kwenye njia yako. Kwa hiyo kusema kwa heri kwa Mungu ni kusema kwa heri kwa rehema na neema. Sasa sitaki kupuuza tumaini ambalo Paulo anatupa hapa mwishoni mwa mstari wa 25 ambapo Mungu wetu anaitwa Muumba aliyebarikiwa milele. Basi ngoja nikuambie, hakuna kitu kitakachobadilisha ukweli wa Mungu ni nani. Hakuna chochote ambacho dunia itafanya Dunia inaweza kumdharau, dunia inaweza kumkana, dunia inaweza kumpuuza hata kumchukia, lakini yeye ni atabaki kuwa muumba aliyebarikiwa milele. Jambo bora zaidi wewe na mimi tunaweza kufanya ni kumfuata yeye leo. Naam, hadi kipindi chetu kijacho pamoja, wapendwa. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote.